Naitwa mwinjilisti Samuel Mema kutoka dayosisi ya Iringa, jimbo la Kaskazini, usharika wa Migori. Mimi ni mojawapo ya wanufaika wa mafundisho ya uongozi ambao darasa hili limeanza mwaka 2022 na kuhitimisha 2024. Tumekuwa na kozi tatu: uongozi, kujiendeleza binafsi na upandaji wa makanisa. Miongoni mwa mambo ambayo nimejifunza ni kujiendeleza binafsi. Kulitokea hapo mwanzo sikuwa naelewa, lakini nimesaidiwa sana, hasa upande wa kuwapenda watu, pia kujiendeleza mwenyewe binafsi, na pia kwa ajili ya kuliwezesha kanisa liweze kukua kiuchumi. Hivyo tokea hapo kweli nimepata nafasi kubwa na nimejifunza vya kutosha. Asante sana. Kwa majina, naitwa Lightness Sanga, ni mwinjilisti, natokea kanisa la KKT. Mimi ni mhitimu pia wa darasa hili la uongozi. Katika darasa la uongozi tulikuwa tuna masomo matatu: uongozi, kujiendeleza binafsi na upandaji wa kanisa, na pia tulikuwa tuna mada hamsini na mbili katika mafunzo yote. Nimejifunza pia kujiendeleza binafsi kwa hapo mwanzo nilikuwa siwezi kuongoza kwa uzuri zaidi, lakini toka nilipopata haya mafunzo nimeweza kuongoza vizuri, na pia kila ambacho nilikuwa nakifanya kwa sasa kinafanyikiwa. Kwa jina naitwa Mtherojia Neba Tirubara. Mimi kwa sasa niko usharika wa Mtela, lakini pia ambacho natamani kukishuhudia ni habari ya shirika hili Here is Life. Shirika hili limetusaidia kwa sababu, katika mambo tuliojifuza, moja ni namna ya kuwaleta watu kwa Yesu. Tumejifuza habari ya uinjilisti, tumejifuza habari ya kupanda makanisa, lakini pia katika hayo tumejifuza zaidi kwa habari ya kuwapenda watu, kwa sababu tunapozungumzia habari kuwapenda watu, watu wote tumejifunza jambo muhimu sana hilo wakati mwingine kwenye maisha tunachagua namna ya watu wa kuwapenda lakini kumbe watu wote tukiwapenda tutaipeleka injili ya Kristo na hivyo katika shirika hili imefanya kazi kubwa sana kwenye maeneo mbalimbali na hivyo sasa tangu wakati tumesoma darasa hili na sasa nikaenda chuoni nimemaliza huko sasa niko huko Mtera wito wangu ni kwamba watu wanapoendelea kwenye darasa hili inafanyika kuwa baraka sana kwa sababu ya namna ambayo tunaenda kukuzwa sisi wenyewe, kupata ufahamu wa kutosha, na namna ya kuwaendea watu, namna ya kuishi na watu, inatusaidia sana kwenye maisha. Kwa hiyo kila mmoja anapopata nafasi hiyo, ni nafasi njema sana. Asanteni sana wasikilizaji wote, Mungu awabariki. Kwa majina yangu ninaitwa mwinjilisti Rusi Magubika kutoka usharika wa Migori. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya darasa la Here is Life, darasa la viongozi. Darasa hili limenisaidia kwa sehemu kubwa. Moja, limenisaidia kwenye maeneo ya uongozi, na moja ya mada ambayo tulikuwa nazo ni mada inayohusu uongozi, kuwatambua watu ulionao. Jambo hili limenisaidia kwa sehemu kubwa sana. Wakati fulani unaenda, maadamu tu unaenda kwa sababu una wito lakini nilipata kitu kipya. Ukiwatambua watu ulionao haitakupa shida kwenye kuongoza, na hii imenisaidia kwa sehemu kubwa. Lakini pia utambulisho wangu katika Kristo Yesu kama mtumishi, nikikumbuka hata wakati ule wa Petro, walipomuuliza wewe ni mmoja wapo wanafunzi hawa, akasema hapana wakasema mbona hata kuongea kwako kwa kunaonyesha wewe ni mwanafunzi wa Yesu? Kwa hiyo hiki kitu pia kimenisaidia kujitambua kwamba katika nafasi yangu ya utumishi nipo kwa ajili ya Kristo. Kama nipo kwa ajili ya Kristo, maake lolote ninalolifanya linamtambulisha Kristo. Kwa hiyo pia darasa hili la Here is Life limenisaidia sana kumtambulisha Kristo katika maeneo mbalimbali. Asante sana.